Umeacha mke kisa nusu kilo ya nyama. Je, ni kweli ama si kweli? Cha kwanza mi niseme ni kweli. Mi mwanamke niliyemwoa si mtu ambaye nimetoka naye mkoa mmoja, nimekutana na mwanamke wa hapa hapa Masasi. Huyo mwanamke kwa kabila wenyewe wanaitwa wa Makonde. Makonde. Ehe. Eh. Lakini cha kushangaza kitu kikubwa kwenye hilo swala la nyama maana mtu anaweza kaelewa nyama labda nyama ni vipi nyama, mimi niliokuwa nimemwacha mke wangu ni nyama ya ng'ombe tu, nyama ya ng'ombe ehe. Unajua kwa kipindi hichi mm, kwa mikoa ya kusini huku kama Mtwara, asilimia nyingi tunategemea bahari mm. Kwa hiyo unapokuta nyama kwa kipindi hichi tunaenda kwenye msimu wa Christmas, nyama inapanda bei. Kilo ya nyama sahivi ni elfu kumi na mbili kilo na ya nyama elfu kumi na mbili huku Mtwara. Sasa nimejichangachanga nikasema, mimi ndugu yangu ninunue nusu ya nyama. Kununua nyama ile nusu tumekata, yani wakati anakata nimeshika mimi kashika yeye, tumekata tumekata, tumepata vipande kumi na mbili. Nusu ya nyama umetoa vipande kumi na mbili, wewe na yeye mmeshiriki kukata ehe. Na ukiangalia kwenye familia sisi tuna watoto wangapi? Wanne. Ina maana ukijumlisha tuna watoto wangapi? mimi na mke wangu tukijumlisha na watoto wanne na mimi mwenyewe na mke wangu tunakuwa sita. Watu sita kumi na mbili, na maana vile vipande kila mmoja apate viwili viwili. Mwisho wa siku imefika muda wa sasa wa kula na kutana vipande vitano. Mumekata nyama vipande kumi na mbili, kabla ya kupika. Muda wa kula umefika, imekutana vipande vitano. Ehe. Nini kilifuata? Kilichofuata, namuuliza mwenzangu, sasa hivi vipande vilikuwa kumi na mbili, vimebaki vitano, hivi saba vimeenda wapi? Anambia, oh nilionja hivi. Kweli kwa akili yako inakuingia, ina, ina akilini mwanamke aonje vipande saba? Nakuuliza wewe mtangazaji, vipande saba, mwanamke anaonjaje vipande saba vya nyama vipo? Nasema alionja eh, hey. Ina maana kwenye watoto hmm. wale wanne hmm tukijumlisha sisi wazazi vile vipande sita hatuvipati na maana vipande vitano, mmoja anapelea sasa. Asile yeye nile mimi na wanangu. Nilichokifanya, vilivyobaki hivi vitano, mimi na wanangu tukala kimoja kimoja, tukala kimoja kimoja, ili yeye asione kama sisi tumemnyima. Nilichoamua, nikamwambia mama, hapa tulipofikia panatosha tosha ukaandika taraka, nikaandika kabisa, nikachukua kwa mkono wangu tena, sio moja, taraka tatu. Sitaki tena kumlejea kisa vipande saba vya nyama. Si nimekwambia vilikuwa vipande kumi na mbili nakutana na kwenye muda wa kula vipande vitano. Sasa kwa nini simwache? Kwa sababu sisi tuko watu sita, vipande kumi na mbili tumekadiria sisi kwenye watu sita, ina maana kila mtu anakula viwili viwili lakini vimebaki vitano na vitano, na maana kwenye watu sita, hapo tunapata kila mtu kimoja kimoja na mmoja anapelea. Sasa yule aliyepelea ndo nikaamua kumtoa kwenye kundi, maana samaki mmoja akioza, si watu wameoza. Sasa mi sikutaka tu wote tuoze, yule aliyeoza mmoja nikamtupa pembeni, tulobaki tu.